Mimi naitwa Philip Magori, ni moja ya wakurugenzi wa Pama Group Companies Limited. Katika magazeti yaliyotoka siku ya leo asubuhi, ikiwepo gazeti la Mwananchi na Citizen, kwenye hayo magazeti kuna taarifa. Kwa upande wa Mwananchi nafikiri, iko ukurasa wa nne inasema kampuni za viroba zakimbilia mahakamani kupinga serikali. Kampuni zilizoorozeshwa hapo ni kama kampuni tano, lakini mojawapo ikiwa kampuni yetu sisi ya Pama Group Companies Limited, na vile vile gazeti lingine la Citizen ukurasa wa tatu pia kuna habari hiyo hiyo. Sasa ndugu zangu waandishi, kiukweli, jambo hili sisi kama Pama Group of Companies Limited tunaojihusisha na utengenezaji wa pombe aina ya viroba limetusikitisha sana, na hatujafurahi hata kidogo, wala hatujapendezewa nao. Na huyu mwandishi aliyeandika, sijui alipata wapi hizi habari. Kwa kweli, ni jambo ambalo limetushtua sana na hatuwezi kwenda mahakamani kwa sababu tumeshaomba muda wa wanaita wao ni muda wa mpito, tumeshaomba kwa ajili ya kumalizia bidhaa zetu tulizonazo, na tunasubiri majibu ambayo hatujui yatatoka lini. Kwa hiyo hatuna haja ya kukimbilia mahakamani. Kwa hiyo mtu aliyeandika kitu kama hiki sijui amepata wapi haya maneno na sijui nani alikwenda kushtaki kwa sababu watu wa kampuni ndio sisi wenyewe. Sasa hao wengine waliokwenda, hatujui kwa kweli, aliwatoa wa wapi. Sisi na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hatuna matatizo nayo kabisa, wala hatuwezi kupinga maagizo yake. Tulichofanya tumefanya, tumefuata utekelezaji wa serikali uliosema kwamba tusitishe utengenezaji wa pombe za viroba na sasa hivi tumeshaenda kwenye plan B ambayo tumeagiza mashine zingine kwa ajili ya kuten, kutengeneza pombe za chupa, ni vifungashio vya chupa. Niseme e, toka serikali ilivyopiga marufuku utengenezaji wa pombe kali ya aina ya viroba, tulikuwa tuna stoku. Stoku tulionayo sio ya pombe, of course, niseme tuna stoku ya material tuna stoku ya material hayo ndio yanatupa shida zaidi. Tatizo sio stoku ya pombe tulionayo. Alafu kuhusu swala la mtambo wa vifungashio vya chupa, hiyo mitambo kidogo sio sio rahisi hivyo, hiyo mitambo ni ghali kidogo, ni mitambo ambayo ni ghali sana, na ndio maana imetuchukua muda, mpaka sasa hivi haijafika, ila ni mitambo ambayo inauzwa ghali, sio rahisi hivyo. na tunategemea labda hiyo mitambo kufika baada ya miezi mitatu. Gharama yake siwezi kuitaja kwa sasa hivi e, lazima nipitie labda zile document. Sitaweza kuitaja sasa hivi kwa sababu kuna mambo mengi, kuna mambo ya usafiri, kuna mambo ya kodi, kuna vitu vingi kao, siwezi kupata gharama yake kwa sasa hivi, ila ni gari kidogo, kwa hiyo sidhani kama inaweza kuwa rahisi kutoa hesabu ile, tutapata hasara sio kidogo kwa kifupi ni kwamba serikali imetoa maelekezo. Maelekezo ya kwanza iliyotoa ni namna ya vifungashio vinavyotakiwa kuwa, ambavyo wametoa kwamba ni chupa zinazoweza kusagika kirahisi, aidha ikawa ya plastic au ikawa ile ya nini, wanaita material gani glass. Kwa hiyo na pili, vile viroba tulivyokuwa tunauza sisi tulikuwa tunauza mililita mia sisi kama kampuni yetu ya Pama Group Companies Limited. Lakini sasa kwa taarifa iliyotolewa serikalini ni kwamba hawahitaji mililita mia tena, wanahitaji ujazo sio pungua mililita mia mbili na kuendelea. Kwa hiyo kwa kiasi fulani lazima gharama zitapanda kwa mtumiaji. Kwa hiyo hiyo, mimi ninaona kama kwetu, sioni kama ina tatizo kubwa, ila kwa mtumiaji ndio sijui itakuwaje. Kwetu mimi naona kama ni sawa tu, kwa sababu tunabadilisha tu aina ya kufunga na tunaongeza ujazo kwao. Mimi nafikiri tatizo litakuja kwa mtumiaji, sijui niliweke vipi, kwa sababu hizi kampuni za pombe kila kampuni ina bei zake za pombe. Kuna mtu ile milizimia anauza shilingi elfu moja kuna mtu milizimia anauza shilingi mia tano kwenye zile za karatasi, kuna mtu milizimia anauza shilingi mia saba inategemea inategemea na gharama za uzalishaji. Sasa sijui kwa wengine watafanyaje, ila kwa mimi nafikiri kulingana na hali ilivyo ya kiuchumi sasa hivi na maisha yalivyo, nafikiri haitakuwa chini ya, ya shilingi elfu moja mia tano.